Wiki hii tukianza na klabu ya soka ya Simba imejigamba kuibuka na ushindi dhidi ya Azam FC katika mchezo wao ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumamosi kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Afisa habari wa Simba Haji Manara amesema wamejipanga vyema kushinda kila mchezo utakaokuwa mbele yao na kuondoka na alama tatu muhimu bodi ya ligi wakisema Uhuru tutakwenda, wakisema Taifa tutakwenda, wakisema wao wenyeji au sisi wenyeji, haituathiri chochote. Tunachojali no mechi ichezwe kwa kufuata sheria kumi na saba kwenye uwanja ulioruhusiwa na bodi na TFF, haitajalisha kokote kule. Nilisema jana na narudia kusema, concentration yetu iko kwenye mchezo wenyewe. Tukianza kuanza siasa hizi zachezee uwanja wa gani nani awe mwenyeji, nani awe mgeni, itatuondoa kwenye kwenye focus yetu. Mission yetu ni game, vision yetu ni game, focus yetu ni game. 90 minutes ndio tunazozisubiri. Simba na Azam FC kila moja ina alama kumi baada ya kushuka dimbani mara nne katika michezo tofauti tofauti. Haya basi.